Uh, bodi hii inatangaza kwa waandishi wa habari kwamba tutaanza kutoa press cards ambazo mmekuwa mkisubiri kwa muda mrefu. Uh, press cards ambazo nitatoa maelezo yake baada ya muda ya kile ambacho tunafanyika. Hii ni mojawapo ya kazi yetu ambayo sasa tumeichukua na tumekabidhiwa, ili kuweza kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wa nchi hii wanatambulika kirasmi na wamesajiliwa rasmi, na tofauti labda na miaka iliyopita ambapo ilikuwa ni rahisi tu kwa chombo cha habari kutoa majina na orodha ya kwamba hawa ndio tunawataka wakapewa press cards. Hi, huu utakuwa ni utaratibu ambao unazingatia hali halisi ya ya kuhakikisha kwamba chombo hiki kiko kinaendeshwa kina, kina kitaaluma kwa hiyo waandishi pia tungependa wawe ni wale ambao tuna wamekupata uhakiki kwa kupitia chombo chetu na bodi yetu italifuatia jambo hili eh, sahihi kabisa.